Mali asili mali asili na utalii, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, waziri mteule wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, naibu waziri wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Hamad Chande, naibu waziri wa mali asili ma, mali asili na utalii, Mheshimiwa Dr. Moses Kusuluka, katibu mkuu kiongozi Ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni na sanaa, e, e, Mheshimiwa Zahor Masud, katibu mkuu wa wizara ya habari sanaa na utamaduni na michezo Zanzibar, e, Dkt. Hassan Abbas, katibu mkuu Maliasili na utalii, ndugu Metusela Tonda, naibu katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo, waheshimiwa wakuu wa wilaya za Ilala, Temeke, Kigamboni na Kinondoni e, na E, wote mliopo hapa kwa mujibu wa um, itifaki iliyowekwa na amidi wa shughuli hii ya, ya leo. Mheshimiwa Rais. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku hai na kutuwezesha sote kuhudhuria hafla hii katika siku hii ya kipekee ya kusherekea mafanikio maridhawa katika sekta ya michezo ikiwemo timu ya Taifa Stars ambayo imefanya mazuri lakini wachezaji wengine wote na hatimaye, Mheshimiwa Rais, katika hafla hii nitakukabidhi tuzo uliotunukiwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF. Mheshimiwa Rais, siku njema huonekana asubuhi, na mwaka mwema huonekana unapoanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita Mheshimiwa Rais, umeanza vyema, umeanza vizuri. Masaibu na mitihani huashiria kwa kudra za Mwenyezi Mungu mema yanakuja, na haya leo tumeaona mema yamekuja, na mi naamini kabisa kwa wote tunaomwamini Mwenyezi Mungu subhana wataala, elfu mbili na ishirini na sita itakuwa njema, njema njema njema njema, zaidi kwa Tanzania na kwa uongozi wako. Tumeanza vizuri, na inshaallah Mungu aliyeumba nchi hii aliyehuluku nchi hii na kutuumba sisi waja wake, hata tupungukia katika mengi, tunayomwomba na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii mimi binafsi kukushukuru kwa dhati kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa kuendelea kuniamini na sasa kunifanya niage vyema sekta hii ya michezo eh, niage vyema sekta hii ya michezo kwa kuniteua na kunipa heshima ya kukusaidia katika nafasi ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ikulu kazi maalum. Mheshimiwa Rais, uliponiteua katika wizara hii wako rafiki zangu wawili wakasema, yote utafanikiwa, lakini mtihani wako mkubwa ni michezo, kwa sababu mimi katika maisha yangu yote makumi saba michezo haikuwa sehemu ya mambo ambayo niliyatarajia kabisa. Sasa <laughs> katika makumi saba ndipo sasa naingizwa katika michezo, na rafiki zangu wawili Dr Agre Kalimwage, Lucas Mlimuka na rafiki yangu Edwin Kagabu kama Kiliba walisema sasa una kazi, kwa sababu wao wanajua tukiwa wote wanafunzi e, tunakwenda kwenye michezo pamoja pale Tabora, uwanja wa Tabora, mimi nakwenda na Novo. kwa kila goli likifungwa nasema timu gani imefunga. Sasa wakaniambia sasa yamekukuta e, huna tena kuuliza timu gani imefunga ime, ime, sasa yanakuhusu. Na katika hili Mheshimiwa Rais, ni kwa moyo kabisa wa dhati nimshukuru sana naibu waziri ndugu yangu Ah, shukuru sana, sana, sana, sana. Umenifanya niipende michezo. Eh, umefanya niipende michezo. Mke wangu Dr. Amina hakufanikiwa. Binti yangu Dr. Tumaini hakufanikiwa. Mwanangu Aidan Mwaluko hakufanikiwa. Lakini wewe umefanikiwa kunifanya niipende michezo sana na naamini hata huko niendako eh, nitaendelea kuipenda michezo. Nikushukuru sana lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Paul Christian Makonda. Katika muda huu ambao tumefanya kazi pamoja, vipaji vyako vimeonekana, na nakushukuru sana. Wakati naiaga timu Cairo, inakwenda Moroko, nikamwambia, mtakuwa na Makonda na, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri sana. Katibu mkuu na watumishi wengine, tuna nafasi siku ya Jumanne takapoikabidhi ofisi kusema nitakayo yasema huko. Mheshimiwa Rais, sehemu kubwa ya hotuba yangu imekwishasemwa na katibu mkuu alipotambulisha watu hapa, lakini pia imesemwa na ndugu yangu Karia, pia imesemwa na ndugu yangu Leo Gatenga, mwana Kilosa mwenzangu. Watu wengi hawajui na nilikwenda shule ambaye ya baba yake alikuwa mwalimu wangu Mwalim Chila aadae nikahamia shule nyingine, lakini pia yamesemwa vizuri sana Mlisho Mpoto. Na kwa sababu leo tumekutana hapa kwa hafla siku ya maneno mengi nimejifunza Meshima Rais na michezo hawataki maneno mengi, na hasa wakiwa wameshinda. Maneno yakiwa mengi wakati hawajashinda, wakati hawajashinda maneno mengi. Sasa sijajua huwa wanafanya vile kujitetea, ili mbona hamkushinda, lakini wakishinda hawataki maneno mengi na mimi pia nisiwe na maneno mengi kwa sababu leo e, ni, ni, ni, ni, ni jambo kubwa kubwa, ni kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais, shukuru sana toka mwanzo. Umewekeza sana katika michezo, umewekeza sana katika viwanja, miundo mbinu. Wote tumeona hapa katika katika, katika, katika hii uh, video iliyoonyeshwa, wekezaji mkubwa sana katika miundo mbinu mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, hapa Tanzania bara, lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundombinu. Mimi nimeiona miundombinu yote iliyoko Unguja na nimeiona ile miundombinu mingine iliyoko kwetu Pemba, yote nimeiona, kazi kubwa. Lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana, lakini kikubwa zaidi mheshimiwa rais, umewekeza katika timu. Sababu so, naweza kuwa na yote hayo kama timu haina morali, kama timu haina motisha tabaki na majengo lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili. Na katika kuheshimu hayo, mheshimiwa rais, moja nataka nitoe taarifa kuwa taratibu za kuanzisha wakala wa serikali wa kusimamia miundombinu ya michezo yani Sports Infrastructure Management Agency chini ya uongozi wa katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka umefikia hatua nzuri na naamini kabla ya AFCON tayari tutakuwa na hiyo huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, toka ulipojengwa haukusimamiwa, haukarabatiwa, na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa hiyo tusingependa kurejea, kurudia hayo hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha ume, ume, ume, ume, ume, ume, ume kujenga. Lakini la pili ambayo napenda nikushukuru sana ni kuhamasisha michezo. Hakuna leo yeyote asiyejua goli la mama. Kuna ambaye hajui goli la mama? Hakuna. Na wengine hayo nitaongea na Makonda, na najua wewe huo uwezo unao, na wengine nao wanataka waingizwe kwenye goli la mama. Labda niseme, wanasema goli la mama limekuwa kwa wanaume tu. Je, yes, sisi wanawake eh, na sisi goli la mama. Basi hayo yako yapo. Lakini pia knockout ya mama miongoni mwa michezo ambayo sikujua ina hamasa kubwa hapa Tanzania ni ndondi. Ile knockout ya mama, nayo imeongeza hamasa kubwa sana. lakini pia katika sekta hii ya habari ni ile e, Samia Kalamu Award nazo zimeongeza hamasa kubwa sana. Lakini ambao tumetambua mchango wako katika michezo sio sisi tu, hata shirikisho la michezo la Afrika limefanya hivyo, na ndio maana leo hii mheshimiwa rais nice. E, baada ya hotuba hii nitaomba nikukabidhi tuzo hiyo ambayo rais wa wakafu wa, wa aliitoa kwako na ukatuma kwenda kuipokea kwa niaba yako, tumeipokea na leo tutakukabidhi hiyo hiyo tuzo. Mheshimiwa rais, katika kumalizia hotuba yangu, sababu mengi yamesemwa, niseme hili jambo kubwa sana ambalo umetutendea la hafla hii. Hafla hii si ndogo hata kidogo, ndugu zangu wana michezo wote. Naamini kama iliwahi kutokea labda, wenzangu watanikumbusha mara chache sana, ni nadra sana rais kuwakusanya wanamichezo wote kwa pamoja, kuanza nao mwaka mpya kwa hafla kama hii. Kwa hiyo tukushukuru sana Mheshimiwa rais, kwa hili kubwa ambalo ambalo, ambalo umelifanya kwa upande wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Namshukuru sana Rais Dkt. Hussein Mwinyi, tumefanya naye vizuri, saa ametusaidia sana wakati wa CHAN na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais unafahamu tulipokuwa na machangamoto ma ma ya pitch. Mimi kwa mara ya kwanza sikujua kumbe katika uwanja pitch ni kitu kikubwa sana, pitch na daktari wa nyasi. Mimi ndio mara ya kwanza kujua nyasi nazo zina daktari. E, kwamba nyasi nazo zinatibiwa zinaugua. E, mambo haya makubwa sana kuyafahamu kati, wakati umri umesogea sogea, lakini e, tusaidia sana kwa yale yaliyofanyika kule pia kuyafanya vile, na nimshukuru sana waziri Tabia, tulifanya naye kazi vizuri sana. Na kwa dada yangu Dkt. Riziki Juma Pembe, mheshimiwa rais, huyu anaweza kudhani kwamba nilitarajia uteuzi huu. Juzi tumeongea kirefu sana, tumepanga mambo mengi sana na nukta ya mwisho niliyomwambia nikamwambia mdogo wangu tuyapange mambo haya kama vile tutakaa katika hizi nafasi miaka mitano, lakini lini tutakaa, inajua mamlaka ya uteuzi na Mwenyezi Mungu <laughs> kesho yake nimepokea, kesho yake, Star, Taifa Stars na usiku, yametokea yaliyotokea. Kwa hiyo dada yangu Riziki, sikujua kabisa, sikujua kabisa. Na surprise yako ndio surprise yangu, lakini yale yote tuliyokubaliana yote yote tutamwelekeza ta nitamwomba ndugu Makonda ayazingatie, na moja, Mheshimiwa Rais, tuliyoliongea ni kwamba sasa hatuna budi e, kushirikiana kwa karibu zaidi katika mambo yote ya michezo, lugha ya Kiswahili, sanaa na mengine. Na hayo yote nita, nita, nita ya kabidhi Mheshimiwa Rais. Michezo ni vijana kwa kiasi kikubwa, vijana ni michezo kwa kiasi kikubwa, na ndio maana hata umri mkubwa wakishiriki kwenye michezo, maana yake wana wanaokumbuka ujana au wanaotamani ujana au wanataka wabaki vijana kama rafiki yangu Dkt. Injinia eh, Leodegar Tenga. Na kazi kubwa ya michezo kote ni kujenga umoja, na ni moja ya nyenzo za kujenga uzalendo, utaifa maadili ya taifa, lakini fahari ya nchi. Fahari ya nchi na la fahari ya nchi ni muhimu sana. Nchi yoyote ambayo haioni yenyewe fahari yake na watu wake hawaoni fahari yao, basi ina upungufu mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia hilo na maelekezo yako ya kuimarisha tunu za taifa, ikiwa ni pamoja na amani penda nitoe taarifa kwako kuwa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa kushirikiana na shirika la utangazaji Tanzania TBC, tumeanzisha kipindi maalum kinachoitwa sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni Watanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania, kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa tena ni taifa linalojitambua ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Kwa Mheshimiwa Rais, kipindi hiki cha sisi ni Tanzania ambacho kinarushwa kila wiki kilianza kurushwa kwa mara ya kwanza tarehe ishirini na nane ni disemba mwaka jana, na kinarushwa kila siku ya Jumapili saa kumi na dakika tano jioni na kurudiwa kila siku ya Jumanne saa tano asubuhi. Kipindi hiki ni jukwaa la kielimu na kijamii linalolenga kuwajengea vijana na makundi mbalimbali uelewa mpana kuhusu uzalendo, utaifa na maadili ya taifa kwa kuzingatia falsafa ya ara nne ili kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Lengo pia ni kukuza fikra chanya, na hili Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kukuza fikra chanya. Tusiruhusu fikra hasi, tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto, lakini pia kujenga mshikamano wa kitaifa, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Umesema Mheshimiwa Rais, alisema Baba wa Taifa, alisema Rais Ali Hassan Mwinyi, alisema Rais Benjamin William Mkapa, alisema Rais Jakaya Mrisho Kikwete, alisema Rais John Pombe Joseph Magufuli, na wewe umelisema, hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania anayezungumza mtanz... mtu anayejiita Mtanzania akianza kuzungumzia mbadala wa Mtanzania huyo sio Mtanzania kindakindaki, Tanzania kindakindaki kinda kindaki. hakuna mbadala wa Mtanzania. na tusome tena shairi la Shaban Robert, titi la mama ni tamu hata kama ni la. Titi la mama ni tamu hata kama ni la, Tanzania ni tamu kwa sisi wa Tanzania wote, na kwa msingi huo tuiheshimu Tanzania kama mama yetu na hatuna mama mwingine isipokuwa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru sana sana sana kwa hafla hii ya leo, ni hafla kubwa sana na niungane na ndugu yangu Dr. Riz, eh, Riziki eh, Pembe kwamba wanawake ukiwakabidhi jambo wanalifanya vizuri. Kwa hiyo nilitaka kusahau kumshukuru sana Bi Neema, iko wapi Neema? Neema Neema, asante sana Bi Neema. Neema Neema msita, Mheshimiwa Rais, huyu naye amenisaidia sana kujua mchezo mchezo wa mpira, na typical of daughters wanasubira kukuelewesha hasa pale unapouliza maswali mengi ambayo wengine watakucheka hata hili hujui hata hili hujui hata hili hujui hata hili hujui, lakini yeye amekuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kabla sija kukabidhi zawadi hii au tuzo hii ya kafu, pia niwashukuru sana wenzetu wa Dkt. Ashatu Kijaji eh, tunakushukuru sana eh, hawa waliorudi kutoka Morocco. Na ndugu Makonda ameniarifu na amenikabidhi ripoti ambayo inapita na inakurudia wewe mwenyewe. <laughs> Amesema kule wamejifunza kitu kikubwa sana, michezo hii inabebwa sana na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, busara yako ya kwamba ndugu zetu hawa uh, maliasili na utalii washiriki wa, wa, wa E, katibu, e, waziri na katibu mkuu na wale wote wa e, bodi ya utalii imekwenda ime, ime vyema kabisa na dhima nzima ya maandalizi ya Afcon 2027. Mheshimiwa Rais, nimeambiwa na wachezaji wa timu ya Taifa Stars na e, Rais mwenye ara ndogo e, kwamba mna zawadi ya kutoa. Ni kweli au ehe? Basi kama ipo kwa utaratibu uliopangwa ili kabla mimi sijamkabidhi Mheshimiwa Rais zawadi yake, tuzo yake, basi kama linakubalika kiitifaki kama linakubalika kiitifaki eh, tulifanye ili, ili, ili hata kuionyesha hiyo zawadi alafu mimi nimkabidhi Mheshimiwa Rais tuzo alafu nimwalike aje atoe hotuba yake hapa kwetu, lakini baada ya hapo tuende kwenye ajenda iliyotuleta ya maakuli kama, kama liko vingine basi ni, ni, Sawa sawa. Basi nitaanza mimi alafu itafuata, itafuata hiyo. Mheshimiwa Rais ni, ni, ni, ni kushukuru sana kwa hili, na nimeelekezwa kwamba kinachoanza ni kile ambacho eh, kitanguliwa kutolewa na kitanguliwa kutolewa ni tuzo. Sasa baada ya, baada ya tuzo wachezaji wetu pia nao watakuwa na E, meto e, zawadi ya, ya kwanza kukushukuru e, wewe kwa kuwatendea yale yote mema lakini pia ibaki kama kumbukumbu kumbu, ya shukurani yao kwao. Basi e, amidi niombe ni msaada wako e, wa, wa maelekezo, jamani. Amidi Kiingereza ni din. E, sasa huyu sio mshehereshaji huyu ni ni, dini. Na Mheshimiwa Rais, nilipewa kazi hii kwa miaka karibu 20 huko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kazi yangu ilikuwa kama hiyo. Sasa wakati nimepata uprofesa, ili kunifanya nisiwe mnyonge, akasema profesa, wakasema profesa hawezi kuwa MC. Kwao wakaniita mimi Dean of Ceremonies. Yaani Amid wa sherehe. <laughs> Lakini kazi ni ile ile, lakini wakasema sasa profesa hawezi kuwa Master of Ceremonies. Ah ah, wewe toka leo utaitwa Dean of Ceremonies. Na baraza la chuo likakaa kupitisha kwao na yeye eh, huyu eh, naibu mkurugenzi wa Ikulu hawezi kuwa mshereshaji ni, ni amidi wa sherehe. Profesa, naungana na wewe kabla hujashuka, tuanze na ile zawadi ya timu ya taifa Taifa Stars, yeah, hey. Alafu utafuata wewe na zawadi hii. Nimeambiwa anayekabidhi ni Captain Mwamnyeto. Ehe, tuk tukaa ili wenzetu wanaorusha mubashara waweze kupata picha vizuri.